Waislamu duniani kote huwa wanakutana kule Makka Saudi Arabia kwa ajili ya kutimiza ibada uh, katika nguzo tano za Uislamu ibada ya tano ile nguzo ya haji, na panapo majaliwa inshallah mwaka 2026 na kutakuwa na mabadiliko uh, kadhaa, ambayo e, inabidi wale ambao wako tayari na wale ambao wanajipanga kwenda kufanya ibada hiyo pamoja na wale ambao wanajipanga kuwa eh, kuwapeleka watu kwenda kufanya ibada hiyo wafahamu. Basi kipekee kabisa, tunaye hapa mkurugenzi wa mambo ya nje kutoka BAKWATA na katibu wa Hija eh, Tanzania Bara, ofisi ya Mufti, Sharif Tahir Muhammad, karibu sana asana, asana. Lakini pia tunaye afisa uhamasishaji Hija kutoka BAKWATA Shekh Othman Zubeir, karibu sana. Habari za BAKWATA nzuri.

wa aleina maahum wafihim birahmatika ya arhamar rahimin. Awalan, uh, kwanzo nipende kutanguliza shukrani zangu mm. za dhati kwa mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwa kutuamini na kutuchagua sisi kuwa ni wasimamizi wa uratibu wa safari za hija kwa mhujaji wa Tanzania Bara. Mimi ni kama katibu na ninaye Sheikh Musa Hamedi ambaye yeye ndo mwenyekiti wa uratibu katika ofisi ya mufti na Shekhe Idi Husein ni mwenyekiti mwenza okay. na katika jumla yeah. ya mambo ambayo yamebadilika mm. kuanzia tulipomaliza ibada ya hija ya mwaka huu yeah. tulipokea mkataba ambao mkataba ule unaeleza prosesi zote za mahujaji kuweza kuanza safari yao kuanzia Tanzania na kutekeleza ibada ya Hija na kurudi nyumbani salama salmini. Katika jumla ya hayo ni kuhakikisha kwamba uh, kule Maka kuna sehemu inaitwa Mina na Arafa, pale ndipo unapofanyika ibada ya Hija, ambapo pale unakuta mahujaji wanakaa katika mahema yale. Mahema yanalipiwa na yanatakiwa kwa haraka tulipie, ili tupate nafasi nzuri zaidi bila hivyo, kila tukichelewa kulipia, maana yake tutakaa mbali sana, mm, na sehemu ya kutupa mawe jamarati. Kwa hiyo dhana hii ndio imetupelekea kuhakikisha kwamba kila wakati tunaitangaza hija kwamba mahujaji wajitokeze haraka kulipia ili tupate nafasi nzuri ya kukaa, okay. Zaidi ya kupata nafasi nzuri ya, uh, ya kukaa umetutaka uh, watanzania kujitokeza Uh, mapema tofauti na hivyo pengine labda pamoja na kwenda kukaa mbali na hilo eneo, kuna uwezekano wa kwenda kuhiji japo kuwa mtu amechelewa. Uh, mtu unapochelewa huwa huwezi kutekeleza ibada ya hija, kwa maana ya kwamba ima nafasi zitakuwa zimeshajaa, kwa hiyo wenzako waliotangulia kulipia mapema wao watakuwa ni wenye kutekeleza ibada ya hija na hakika katika masala yetu ya dini ya Kiislamu ni kwamba haitakiwi kwa mwislamu mwenye uwezo wa kutekeleza ibada ya hija kuichelewesha ile hija mpaka mwakani, kwa sababu huwezi kujua hapa katikati ni lipi inaweza kukutokea ukiondoka ule uwezo wako, unaingia katika dhambi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la haraka sana mwislamu, kila mwenye uwezo na mwenye nia ya kutekeleza ibada ya hija, basi sasa hivi atekeleze, aanze kulipia hizo harama, kwa sababu taasisi zetu zinalazimika kulipia hizo gharama, okay. gharamaa So, e, Sheikh Uthman tofauti na na tamko hili kwa mwaka huu kuelekea utekelezaji wa ibada ya hija uh, mwakani uh, wito huu umeonekana si wa kawaida, yani sio mgeni kwa mahujaji wa Tanzania, pengine ni kwa nini? bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala wa wasahabitbahi wa wa baad E, na mimi pia kabla ya kujibu swali lako zuri sana Sheikh Jafar, nitoe pia vile vile shukurani kwa Azam kwa kutukaribisha na kutupa airtime hii ambayo ni muhimu kuzungumza jambo kubwa sana katika jamii ya Waislamu. Uh, uh, kwa upande wake Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kama moja ya taasisi zinazowajibika kusimamia nidhamu ya dini ikiwemo swala zima la utekelezwaji wa ibada takatifu ya Hija na lenyewe pia limeguswa na mabadiliko haya makubwa, kitu ambacho kilimsababisha Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania alipotua tu kutoka Saudi Arabia katika hija hii ambayo amerudi, jambo la kwanza alilozungumza na vyombo vya habari ni mabadiliko makubwa ya hizo taratibu na kuwataka Waislamu kote nchini wahakikishi wanafanya malipo ya haraka katika taasisi ikiwemo taasisi ya Baraza Kuu la Islamu Tanzania, BAKWATA ili kujiwekea e, uwezekano e, na fursa ya kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Sasa nje e, ya Uh, ya hili ambalo mkurugenzi hapa amelieleza mm. eh, ni kwamba kuna mengi sana eh, kama tunavyofahamu pia eh, ulimwengu uko katika mkorogo vyogo kidogo eh, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo si nzuri pia vilevile vile kunahitajika uangalizi mkubwa sana mm, e, watu kufanyia upelelezi na uchunguzi, ili mradi aweze kujulikana mwema ni upi mm, na asiyekuwa mwema ni upi, ili kuweza kuifanya ibada ile iwe ni ibada nzuri eh, mm, na isiyokuwa ibada ya tishio, pengine wakaingia watu wabaya wakaleta matatizo, na yako mengine mengi sana. Lakini pia vilevile vile, tulikuwa tukishuhudia huko nyuma watu walikuwa wakifa katika misongamano kule Jamarati, wapi wapi. Kwa hiyo mipango imeboreshwa mipango imeboreshwa sana kama wakubwa wetu wakurugenzi wanavyotueleza, ambao ndio wanahudhuria katika hivyo vikao, ili kunusuru jamii za watu wasije kupoteza maisha na nini. Ni lazima eh, wajulikane wanaohusika watakao kwenda kuhiji kwa mapema okay. Eh, uratibu ufanyike vizuri na watu waepukane ima na maradhi ya miripuko ama mivutano na kadhalika na niongeze chumvi hapo hapo kwamba eh, kwa upande wake mufti na shehe mkuu wa Tanzania ambaye pamoja na kwamba ana jukumu la kusaidia taasisi zote na kuwasimamia waislamu kutekeleza ibada ya hija kwa taasisi zao zote, lakini na yeye ana chombo chake eh, cha BAKWATA hija na umra eh, na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ni kongwe katika kuwapeleka waislamu kutekeleza ibada ya hija tangia eh, hapo mwaka sitini na tisa tu lilianza kufanya kazi hiyo. Eh, mheshimiwa mufti <coughs> pia anataka kwamba kwa wale watakaopenda watakaoamua kusafiri na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na wenyewe wenyao walipie mapema pale, eh, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ili kuweza kuingia katika hii miongozo ambayo imetolewa ya mabadiliko ya taratibu, lakini pia vilevile, ili kuliwezesha baraza kuwafanyia wao mipango yao mapema na vizuri na wapate safari ya uhakika na huduma zilizokuwa bora. Uh, panapo majaliwa ibada ya haji kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita itakuwa ni, ni lini hasa? Uh, kwa mwaka huu hmm. Uh, kwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA wataanza kuondoka tarehe kumi na nane mwezi wa tano okay. Uh, he, na hapo, maana yake kwamba zipo baadhi ya taasisi ambazo zitachelewa kidogo ama zipo ambazo zitaanza kidogo tarehe ishirini okay. Kwa hiyo hija yenyewe itafanyika ndani ya mwezi wa tano okay. Na kurudi ni mwezi wa sita. Sasa. Ha, na, okay. Na, na mpaka sasa uh, hali ikoje? Mapokeo yakoje kwa wale ambao wameanza kujitayarisha na ibada ya haji? Uh, lengo la kutufikisha hapa pia ni katika uhamasishaji hmm. kwa maana ya kwamba Tanzania tumepewa idadi ya kuwapeleka mahujaji kule 12500 lakini, takwimu ya mwaka jana inaonyesha tulipeleka mahujaji 3600 okay. katika mahujaji 12500 na 105. Kwa utakuta kwamba uhamasishaji bado ni mdogo au Waislamu kujua umuhimu wa dini yao wa Kiislamu katika utekelezaji wa ibada ya hija bado uko chini, chini. Kwa maana ya kwamba bado watu wengi wanafikiria kwenda ibada kutekeleza ibada ya hija ni mpaka uwe umeshajenga nyumba, una magari mawili, ushasomesha usha watoto wako eh, mashule makubwa makubwa. Hapana, ibada ya hija ni kuweza na, kuwa na uwezo wa hizi ambao Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa mwaka huu ni dola elfu sita mia tatu mm. Kwa ukiwa nazo hizo pesa, maanake we unao uwezo wa kutekeleza ibada ya hija mm. Na kwa maana ya kwamba pia na watoto wako nyumbani, unao uwezo wa kuachia pesa ya chakula kati ya kipindi hiki cha siku ishirini na moja au ishirini na mbili mm. za kutekeleza ibada ya hija. No. So, Sheikh Uthman no. Watu wanazikimbilia hizi nafasi katika baadhi ya nchi nyingine mpaka no. wanakosa, mtu anakaa miaka miwili mitatu, amebook kwenda kuhiji mwaka wa kesho kutwa eh, katika ibada hii ya hija yeah. Kwa nini sisi kwetu hapa yeah. idadi hii haijawahi kufikiwa pengine tangu hata kuathisiwa kwa, kwa, kwa utekelezwaji wa ibada wa safari za hija kupitia yeah. uh, BAKWATA tuna, tuna feli wapi pengine Waislamu wa Tanzania hatufiki idadi hiyo ya 5. Naam, swali la msingi sana ambalo e, viongozi wetu wamejiuliza swali hilo di, wakakuta kuna matatizo katika pande zote kwa maana pande za o, sisi viongozi wa dini lakini na upande wa maamuma wetu. Kwa upande wa viongozi imegundulika kwamba kuna neno la Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani halijatekelezwa ipasavyo Allah subhana wataala amesema ndani ya Qurani wa adhim fi lnasi bilhaji yatuka rijalan, kwamba watangazie watu, anaambiwa Nabi Ibrahimu watangazie watu ibada ya Hija, ndio watu watakuja katika ibada ya Hija hata kwa kutembea kwa miguu kwao. Allah subhana wataala mwenyewe ameweka kwamba kuna amri na jawabu ya amri. Amri ni kwamba Hija itangazwe na ikitangazwa, jawabu lake ndo ujio na mwitiko wa watu utakapopatikana. kwa hiyo kwa upande wetu tukaona kwamba iko haja ya watu kuhamasishwa. Uhamasishaji katika nchi yetu eh, tulikuwa tumeweka mazoea kwamba tukimaliza kufunga mwezi wa Ramadhani ndo hata misikitini mwetu hutuba za Juma ndo zinageuka zinaanza kugusia Hija, ilhali kutoka Ramadhani mpaka Hija distance ni ndogo sana ni kipindi kidogo sana Mdia. Ndo kipindi hicho tu cha Ijumaa kama nne mtu ndo anasikia neno Hija. Kikimalizika kipindi hicho, yanaendelea mambo mengine mpaka itakapomalizika tena Ramadhani mwakani. Mheshimiwa Mufti akasema hapana, e, hatutaweza kufikia hapo walipofika wenzetu wanapopataja kwamba mpaka mahujaji wanakosa nafasi. Ni lazima tuizungumze Hija katika nyakati zote katika siku zote, wiki zote, mwaka mzima waelezwe Waislamu hija, lakini pia vile vile waelezwe Waislamu hija kwa maana ya fadhila zake, thawabu zilizomo man hajja falam yarfuthu walam yafsuq raja ka yawm waladatuhu ummu, kwamba mtu katika fursa atakazozipata ni kusamehewa madhambi, ni kupata pepo e, mtu katika fursa atakazozipata mm, kwa kule kuhiji atazidishiwa mali yake, annafaqatu fil hajji kanafaqati fi sabilillah bi sabi miati dhaif, kwamba matumizi na gharama unazozitoa kwa ajili ya hija Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nyongeza 700 kwa hiyo hii elimu ifikishwe kwa waislamu eh, waifahamu baada ya kuifahamu bila shaka wataitikia lakini kwa upande wao sasa waislamu hmm. tunatakiwa tuwaondolee ule uelewa wa kizamani waliokuwa nao ambao humo ndani ya vitabu kuna uelewa kwamba ukienda hiji ukirudi utakufa kuna uelewa hutakiwi kuhiji mpaka uzeeke we mzee hmm. kuna uelewa sijui wanaotakiwa kwenda kuhiji ni wanawake ama watu watu wa aina fulani kuna yani, kuna mtaani, kuna stori. Jafari, una stori nyingi sana Mali, wewe kuhusiana na hija kitu ambacho kwa upande wa wananchi wa nacho chatakiwa kiboreshwa. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, kupitia idara ya hija na umra, mm. wewe, tumeanzisha hiyo kampeni na tumepita takriban mikoa saba ama minane ambayo mimi nimerudi hivi karibuni, e, tuki e, tukirekebisha uelewa katika mikoa hiyo minane ambayo ni mikoa ni shamba la maujaji tunaita, tukapita huko tukakaa misikitini. Kwa kweli mimi binafsi nimeulizwa maswali ya kuchekesha sana, nimeuliza nimeulizwa maswali ambayo utashangaa, na ni muislamu na ana uwezo. Sasa mimi uwezo ninao, lakini sasa nimeambiwa kwamba yani niwezekani a kwenda kuhiji wakati mtoto wa mjomba wako mgonjwa anaumwa kwamba katika ukoo wenu hakutakiwi kuwe na mtu ambaye ana matatizo ya aina yoyote, ni wewe ndo uende wapi? Ukoo mzima. Uende ukoo mzima yani <laughs> e, uelewa huo pia upo katika jamii. Kwa hiyo ndiyo maana hata mufti ametoa maelekezo hayo kwamba tufike kwenye vyombo vya habari kama hivi mm. Na tutafute e, airtime ambazo watu wanazitolea macho kuja kukaa nao na kuzungumza elimu kama hii, na pamoja na hija pia kuna umra ambayo Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, e, umra ni elfu moja dola, elfu moja mia tano na hamsini, na tarehe 24 tu hapa kundi kubwa Mheshimiwa Mufti ataliongoza mwezi huu wa Desemba mm. kwenda kutekeleza ibada ya umra kwa ajili ya kuhamasisha, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe pamoja Amin. tuende Amin. na waislamu wale walikuwa ni wastani wa milioni nne tu hivi mm. e, kwa, kwa sasa hivi dola nafikiri imeshuka wewe okay. ukilipia mapema unaweza ukapata fursa hiyo, lakini lengo ni kuwahamasisha Waislamu, kuwakumbusha sana kuondoa hizi kasoro ambazo hiyo imeka vizuri sana no. kuna uhitaji wa pande zote mbili Mdila. kuna ninyi kwa ajili ya kutoa elimu uh, elim, na kuna yule ambaye anahitaji apewe elimu no. ili aende yeah. akatekeleze ibada no. kuna mtu mmoja hapa tusimsahau, mm. kuna yule ambaye anatamani kwenda na anataka kwenda lakini hana uwezo wa kwenda. Ninyi kama baraza mna, huwa mnaangalia watu wa aina hii na mnawaangalia vipi? Nianze mimi kabla uh, mkurugenzi haja alizungumzia swala hilo hmm. hmm. Ieleweke kwanza badi adhibadi mwanzo mwanzo, hmm. kwamba uh, hija ni lima nistatoa ilehi sabila hmm. eh, kwamba walillahi ala nnasi hijul baiti man istataa ilehi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala msa ndani ya Qur'an, kwamba anayewajibikiwa na kwenda kutekeleza ibada ya hija ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo wa gharama za kwenda kutekeleza ile ibada ya hija. Kama hivyo tumesema, Baraza Kuu dola elfu sita hizo na 2300, eh, kwamba awe nazo, lakini na gharama za matumizi ya familia yake, eh, wakati ameondoka mpaka akute kwamba watoto wake wanakula na wako vizuri na hakuna matatizo ya aina yote. Mm. ukiwa una huo uwezo, na hapa kwenye huu uwezo pia panahitaji masomo kweli kweli. Mkurugenzi mm. kagusia kwa mbali hapa kwamba kuna watu wanamitazamo kwamba uwezo ni mpaka uwe na nyumba tatu nne nini M, mtu ana uwezo, anadunduliza, anajenga nyumba, anaishi, ana uwezo uh, ana shamba lake, anasomesha watoto. Uwezo huo huo ndo atakiwa udundulize kupitia uwezo huo, huo ili uende ukahiji na usipohiji kwa uwezo huohuo huo, unapata madhambi. Sasa sio ile mpaka uwe na sheli mm, uh, uwe na mafuso ya kubeba mazao kutoka wapi? A -a ule uwezo ule unaotumia kuendeshea mambo yako ndio huo uwezo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anotazama. Sasa tukija katika kulijibu hili alilolisema ukhti hapa kwamba je, wale ambao hawana uwezo BAKWATA inawatazama vipi? Tunasema kwamba wale wasiokuwa na uwezo kwanza wanatakiwa watafute uwezo. Uislamu unasema watu wafanye kazi. Sawa bwana tafuta ajira, jiajiri mwenyewe, fuga kuku, lima upate uwezo. Na kipindi kile ambacho wewe hauna uwezo, huna dhambi yoyote kutokuhiji. Hakuna vibaya yani, hakuna kwamba jamani, mimi sijahiji niko msikitini tu hapa na swali, hakuna ubaya wa aina yote. Lakini kwa upande wa pili, wale ambao ni waislamu wenye uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa vipato na wao wenyewe wamekwisha tekeleza ibada ya hija na wamewasaidia watu wa karibu wametekeleza ibada ya hija, eh, katika kuwasaidia watu kwenda kutekeleza ibada ya hija kuna fadhila kubwa hmm. Kuna thawabu kubwa utapata n yani, wewe ukimwezesha mtu kwenda kuhiji man, manjahaza ghaziya mfakad ghaza ukimwandaa mtu kwenda kuitekeleza ibada ya hija thawabu za hija unapata bila ya yule aliyokwenda naye kukosa chochote. Okay. Kwa hiyo hawa watu kama wapo mm. wanaweza wakawasaidia wao wenyewe binafsi, lakini wanaweza wakamwezesha kiongozi wetu kama Mufti wa Tanzania kwamba bwana, Mheshimiwa Mufti, posti hizi tunakuomba, watafute wako wazee wetu maimamu wa misikitini wanatamani okay. eh, waadhini wa misikitini waalimu wetu wa madrasa choka mbaya wanatamani na wao wasomeshaji wa ibada yao. Kwa hiyo mufti akiwezeshwa akiwasaidia wale walimu, litakuwa jambo bora, lakini mm. sio kwamba yeye ana mfuko wa kuwasaidia. Labda mkurugenzi kama ana mm. ziada ya katika hapo atusaidie. na, Mkurugenzi, yes. Uh, kwa ufupi ni kuhamasisha tu Waislamu, na wale wenye uwezo wawaangalie wale ambao, eh, kama alivyozungumza hapa shekhe, kwamba naye naye thawabu anapata anavyomwezesha mm. eh, mtu kutekeleza ibada ya hija, kile anachokipata yeye na wewe ye ndio unachokipata, lakini tusibweteke tukawa tunasubiria eh, kwamba tutapelekwa hija. Wapo watu design hiyo wengi tu, ambao tunaopokea ofisini pale wanakuja katika hali kama hiyo, wana uwezo lakini hawajibidishi kwa ajili ya kwenda kuhiji, lakini okay. pia kuna kitu kimoja ambacho mwanzo wa kipindi hapa ilizungumzwa kwamba mabadiliko mabadiliko ya hija mm. mabadiliko pia ni kuhakikisha kwamba eh, mahujaji wanatekeleza ibada yao salama salimini katika namna gani? Mara nyingi huwa tukisikia kwamba kuna watu wamekufa, kuna watu sijui wamelala barabarani, wapigwa na jua na nini. Kwa hiyo katika mabadiliko ni kuhakikisha kwamba hilo jambo halitokee. Na vipi halitatokea? Ni kwamba maeneo yaliyotengwa tuyawahi katika wakati wake maalum, na tukichelewa hatutaweza kuruhusiwa. Kwa maana hiyo, kwamba hata wale wanaoingia kwa, ku, kwa kujificha ficha njio za panya, wale wadhabu yao ni kubwa sana, watalipishwa na hawatakanyaga tena Saudi Arabia hiyo. okay. Okay. Kwa mipango yote ni katika kudhibiti hali kama hiyo, Waislamu watekeleze ibada yao salama salimi. Asante sana. Na mabadiliko uh, ya Hija Saudi Arabia ndicho ambacho kimezungumzwa kubwa zaidi, ni wewe ambaye umetia nia basi, kuhakikisha ya kwamba unalipa mapema kabisa. Na wenzetu kutoka BAKWATA chini ya utumishi wa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania ameutuma uwakilishi wake hapa, na umeeleza namna bora kabisa ya wao uh, kusafiri nao katika ibada hii ya Hija na kuwahi mapema kabla ya waraka uliowataka kuwahi uh, mapema Uh, kufikia kikomo. Alikuwa Sharif Tahir Muhammed, yeye uh, ni mkurugenzi wa mambo ya nje BAKWATA, hali kadhalika Sheikh Uthman Zuberi, afisa uhamasishaji katika masuala ya hija.